Msichana au mwanamke, kila uharibifu unaouruhusu katika maisha yako kwa namna yoyote, yani uharibifu wowote ule unaoutolerate katika maisha yako maidia, unakucheleweshea baraka zako, unakucheleweshea mafanikio yako, unakucheleweshea wewe kujibiwa maombi yako. Yani wewe unakuwa ni mtu ambaye unaruhusu tu, yani marafiki wabaya kuingia kwenye maisha yako umbea kwenye maisha yako. Una plani zako uwezi kufanya, unapanga ku, kuanza business, hakuna unachokifanya. Wote huo ni uharibifu e, uko kwenye mahusiano na narcissist na unajua kabisa, I'm not okay in this relationship, I'm not comfortable, I'm not even glowing and you are just there holding that guy tight. My dear, unajicheleweshea mwanaume wako bora kabisa, unajicheleweshea baraka zako, unajicheleweshea neema zako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. So kama mtoto wa kike kama mwanamke, angalia kila siku unapoamka, angalia usije ukatorerate ukaruhusu uharibifu wowote ule ukauruhusu uingie katika maisha yako kwa namna yoyote. Yani, angalia saiko yako ya marafiki, angalia watu wanaokuzunguka, angalia partner wako, angalia everything. Kama kuna kitu unaona kabisa ni destruction, kinaweza kawa destruction kwenye maisha yako, please leave that thing. Leave that thing, yani haijalishi ni nani, ni ndugu, ni jamaa, ni marafiki, ni mpenzi, ni ni wewe mwenyewe. Kuna namna unajirudisha nyuma, unapanga una vitu havifanyiki, we ni mtu wa kufanya vitu nusunusu, maidia wewe ndio unajichelewesha yes. Please go to my YouTube channel Neema Opanga, subscribe. Like and share na Mwenyezi Mungu atakubariki sana. Love you guys and stay safe.